Serikali inaingia gharama kubwa sana kuhudumia wananchi na sasa, wenye magonjwa sugu yasiyo ya kuambukiza. Ukiangalia mzigo mkubwa wa serikali upo kwenye matibabu ya watu wenye shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, aa, magonjwa ya tunasema hiyo presha, kisukari, lakini vile vile sasa hivi kansa nayo imekuwa kwa kiasi kikubwa sana hiyo tabia kwete. Tabia kwete ni nini? Ile tabia ya kutoshughulisha mwili. Watu wengi sasa hivi tumekuwa tukiishi maisha ya aina ya kuiga au uchumi ukiongezeka, tunapenda kuendekeza ile tabia kwete. Kwa hiyo tunaposema mazoezi na afya ni kwamba tunahamasisha watu washughulishe mwili. Kwa nini tushughulishe mwili? Kwa sababu kishafanya mazoezi utafanya mlengenye wako wa chakula uende vizuri, lakini afya yako, akili itakaa vizuri, na maana hata kulala usingizi utalala vizuri, lakini vilevile utasaidia wewe kupata mwili wenye nguvu, na ambayo uko active muda wote. Wewe ukiinuka unaweza kukimbia, unaweza kufanya shughuli yoyote, hata ukiambiwa funga kamba kiatu ni rahisi kuinama na kufunga. Mazoezi yetu yanahamasisha afya, mazoezi yetu yanahamasisha usafi wa mazingira mazoezi yetu yanahamasisha uchaguzi salama. Hivyo kauli mbiu yetu inasema: afya bora, mazingira safi, uchaguzi salama. Hivyo nitoe wito kwa Watanzania tuweze kwenda na kauli mbiu hii. Sisi kama wanamichezo wa Mbeya tumeungana kwa pamoja katika kuleta huu ujumbe kwenu wa Tanzania. Hivyo kwa pamoja tuweze tuende, tukashiriki uchaguzi ambao ulio salama, tuweze kutunza mazingira eh, lakini pia tuweze kutunza afya zetu kwa kufanya mazoezi kwa sababu tukifanya mazoezi tunaipunguzia serikali gharama ya yale magonjwa ambayo yamekuwa yakitesa nyakati zote. Hivyo tukiwa na afya bora, tutakuwa tunaipunguzia serikali mzigo wa manunuzi ya dawa, tutakuwa tumepungua pia kuweza kuhudhuria katika mahospitalini. Hivyo wito wangu kwa watanzania wote, tuweze kuisapoti serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ni haki yetu kikatiba kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, tuende tukafanya uchaguzi ulio salama. Sisi kama vijana ndio tunaotunza mazingira, kwa hiyo tumehamasishana kwa wingi. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutatunza mazingira na tutafanya tuta uchaguzi kwa salama, na hamasa imekuwa nzuri mno kwa sababu kuna kama ujumbe unavyosema, kuna mambo ya afya, kuna kutunza mazingira, kuna uchaguzi salama. Hivi vyote ukiviweka sehemu moja vinahitimishwa na watu wa mazoezi. Lazima kuwe na, na afya njema kwa ajili ya kutunza mazingira e, na uchaguzi ukiwa vizuri. Kwa hiyo tunawashukuru chama cha jogging wilaya, mambo mazuri, mazingira bora yanaleta pia afya bora ya rujamani, ya ni uchaguzi salama eh, sio jumbe wenu jamani, au mimi nimetunga uchaguzi hapa? Tunamaanisha tumie demokrasia e yetu vizuri, shiriki zoezi hilo, twende kwa utulivu, twende kwa amani, na sikubali mtu yote anayetaka siku hiyo ndio ujifunze kufanya vurugu bea oye. Nadhani hiyo sio dhima ya Mbeya club rangu inahamasisha amani, upendo pamoja na utulivu.